Amefanya ukahaba hajajenga nyumba, amefanya ukahaba, hakuna historia ya maisha iliyotokea kwenye ukahaba, amefanya ukahaba hajawasaidia hata wazazi wake, amefanya ukahaba, hakuna cha maana alichokuwa anakipata. Lakini kilichojitokeza ni pale ambapo amekutana na watumishi wa Mungu mbele yake pap, alafu wakamwambia, sisi ni watumishi wa Mungu, ila tumetumwa na Mungu kuja kuteketeza jambo hili, maana zambi imezidi mahali hapa, afu anazungumza na kahaba. Haya, kuongea uongo si ni zambi eh? ni zambi au sio zambi? wangapi wanaamini ni zambi? wanyooshe mikono juu. Ni zambi, na huyu alikuwa na sifa hizi, muongo na ni kahaba. Yoshua akasema hivi, baada ya ule mji kuteketezwa Vitu vyote vilivyokuwemo, ikaanza kuagizwa kwamba hivi vyote vitu vya hapa vitachukuliwa na vitu vyote vitakusanywa, ila isipokuwa nani? Hivi vyote vinakwenda kuwa mateka, ila isipokuwa Rahabu. Tena anaambiwa na Mungu, anasema na mtumishi anasema, isipokuwa Rahabu, yule mwanamke kahaba, bado anaitwa kwa tabia yake. Kwa nini Mungu asifike mara akamhukumu? Akamwambia, wewe Rahabu, ni kweli umesaidia watumishi wangu. Ila umesema nini? Na wewe unatakiwa kuhukumiwa. <laughs> Ilitakiwa useme wako ndani ndio ukweli tunyoke. Lakini Rahabu alisema hawako hapa, wamekimbia kule. Nendeni mkawatafute labda mtawapata. Kumbe amewaweka wapi? Hapo naongea na watu wazima, wachache nafikiri, kuna wachache watanielewa. Ndio maana kuna mambo mengine huwa yanahitaji hekima kubwa kwenye mambo mambo ya utumishi na kazi ya Mungu. Piga makofi kama unanielewa.